Lazima tukahubiri, tukitoka kwa nyumba hatuwezi rudi bila kufanya kazi injili. Lazima tukahubiri. Muziki mnamesikiza Jumapili hadi siku gani? Leo mtasikia kuhusu Yesu Kristo. Ni furaha yetu kumleta kwako, kwa sababu ni habari njema sana kuliko Diamond Platinum. Diamond Platinum ya kusaidia nini kakangu? Wajitakasa ch -ch chak kidogo, takaza kidogo, alafu walala Ukifa hivyo iwakusaidia wapi? Haiwezi kusaidia kakangu huyo. Wewe utajiburudisha, utajiburudisha lakini, kukufa, ukikufa haiwezi kusaidia kwenye kaburi lako, lakini Yesu yuwaweza. Amen. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba wewe unayempenda damu sana hivyo utapata kujua Yesu. Amen, amen, amen. Nilikuwa keza kumsikia seme haya. Wacha tumalize adiku tuliyoanza wiki iliyopita. Wiki iliyopita tulianza kusikia kuhusu Yesu Kristo alivyoponya kipofu fulani, akafanya muujiza mkubwa sana, akafanya jambo la kustaajabisha mno, hadi wafarisayo wakashtuka na wakajambua kwamba jambo kubwa limefanywa, lakini tukaona ugumu wa mioyo yao, kwamba vile ilivyoandikwa walikasirika na huyu jamaa ati wakisema kwamba amepunywa Sabato. Nasoma kutoka kitabu cha Yohana wa tisa mlango ni wa kumi na sita. Nasema baadhi ya Mafarisayo wakasema huyu Mungu huyu mtu hatoki kwa Mungu kwa sababu hashiki Sabato. Lakini wengine wakasema awezaje mtu mwenye dhambi kufanya miujiza kama hii? Wakagawanyika. Na hiyo ndio mambo ambayo inafanyika hata wakati tunapohubiri Yesu Kristo mahali nimepotoka. Nimetoka kuhubiri kwamba huyu Yesu Kristo anaposonga katika mji wowote, anapofanya kazi katika taifa lolote, anaposonga katika kitongoji chochote, yeye hufanya mambo ambayo hayawezi kufanyika. Yeye hufanya mambo ambayo inaonekana waziwazi hayawezi kufanyika na mwanadamu. Kama Yesu amesonga mahali kama wanasema Yesu amesonga mahali, na ile jambo ambayo imetendeka pale si jambo la kustaajabisha, bado Yesu hajasonga mahali kule, bado hajasonga mahali kule lazima iwe ni jambo la kustajabisha, kwa sababu anafanya kazi akitumia kidole cha Bwana, kidole cha Mungu, na anapofanya kazi kama hiyo, tunajua kwamba si ati itafanya watu wakubali. Tuliona Farao pale, Farao aliona kitu kimefanyika hadi waganga wake wanamwambia, ah, ni kidole ya Mungu. Sikiza bwana, wacha kupigana hii, ni kidole ya Mungu. Lakini Farao bado alipigana, bado alifanya moyo wake uwe mgumu, na kama tunaona ndio imekuwa hadithi hapa, hata kwa Mafarisayo. Usifikirie watu kupingana na Mungu, usifikirie watu kupingana na Yesu Kristo ni kitu imeanza juzi ni kitu imekuwa tangu hata siku zake hapa duniani. Hata akiwa hapa duniani akifanya mambo yasiyoeleweka, hata akiwa hapa duniani akifungua vipofu macho, akiponya vilema, akiponya wenye ukoma, akipea viwete kipawa cha kutembea, akinyamazisha mapepo, bado watu walikuwa wanakataa, bado watu walikuwa wanampinga. Hata akifufua wafu, bado wanakataa na tunaiona hata hapa Majengo hadi siku ya leo, hadi siku ya leo. Ni waziwazi kwamba Yesu anaposonga popote, lazima vita, wanakataa wengine, hawataki na kwa nini hawataki? Ni kwa sababu ukweli haujaonyesheka, haujadhihirika mbele yao? La hasha. Ni kwa sababu wanapenda kuishi katika uongo, wanapenda kuishi katika dhambi zao, wanapenda kuishi katika uongo wao, wanapenda kuishi katika mila zao. Hata ukweli uonekane waziwazi wazi wazi mbele ya macho yake, hata ukweli udhihirike kabisa mbele ya macho yake, hawezi kubali, anakataa. We jamaa, we jamaa, akihukumiwa atakuwa amefanyiwa hatia, atakuwa amefanyiwa hitia. Tunamhubiria hapa Yesu na Yesu anajionyesha kwamba yeye ni Bwana wa mabwana, lakini hataki. Wanagawanyika, kuna wale wanaokubali na kuna wale wanaokataa. Hivyo wakamwambia tena yule mtu aliyekuwa kipofu, wewe ndiwe uliyefunguliwa macho, unasemaje kuhusu huyo mtu? Yaani kuhusu Yesu Kristo. Maana macho yako si indio imefunguliwa?

Yani, yeye ametoka kwa Mungu, yeye ametumwa na Mungu, musikilize huyo jamaa. Huyo si jamaa hivi hivi, huyo si jamaa wa mashetani, huyo si jamaa wa uongo, huyo si jamaa wa kawaida. Huyo ni jamaa ametoka kwa Mungu na mnafaa kumsikia enye anasema, musikize. Lakini Wayahudi hawakuaminini ya kuwa mtu huyo alikuwa kipofu akapata kuona, mpaka aliwaita, wakawaita wazazi wake wakawauliza, je, huyu ni mtoto wenu ambaye mnasema alikuwa kipofu? Imekuwaje basi sasa anaona? Yaani hawaamini. Wameuliza kipofu, kipofu wamesema yeye, nilipona na huyo mtu mwenye mnaita Yesu. Wakasema hapana, hauko kipofu, ita wazazi wake. Uta wazazi waonyeshe. Wazazi wakaitwa. Wakazali wakaulizwa, huyu ni mtoto wenu na mnasema alizaliwa kipofu, imekuwaje basi ati sasa anaona? Imekuwaje ati sasa anaona? wazazi wake wakajibu, sisi tunajua ya kuwa huyu ni mtoto wetu na kuwa alizaliwa kipofu, lakini sisi hatujui ni kwa namna gani sasa anaona, na hatujui ni nani aliyemfungua macho yake nini, muulize yeye, ni mtu mzima na anaweza kujieleza yeye mwenyewe. Wazazi wake walisema hivi kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwani walikuwa wamekubaliana kuwa mtu yoyote atakaye mkiri Yesu kuwa ndiye Kristu atafukuzwa kutoka sinagogi. Kwa hivyo wazazi wakasema yeye ni mtu mzima, muulize. Eh, waona hata wakauliza wazazi, hata wazazi wameitwa sasa. Wame, wame kitambo walikuwa wanasema hapana, hebu huyu jamaa tueleze nini ya kuhusu Yesu huyu jamaa anasema Yesu ametoka kwa Mungu. Haya basi wakauliza wakasema, hapana, huyu jamaa hakuwa hata kumuliza. Kumuliza. kipofu hata wameita wazazi wake, wameita wazazi wake kumuuliza mtoto, hey, mtoto alizaliwa kipofu, mtoto wenu? Akasema, ee, lakini muulize, mimi sijui kini amepona ju ya amekona lakini. Walisema hivyo kwa sababu waliogopa, waliogopa kutupwa nje ya sinagogi <tipa> na hiyo ndio kitu inafanyika hata hapa siku ya leo. Yesu Kristo anaposonga katika hii nchi, anaposonga katika hii taifa, anaposonga bado, kuna wale ambao watakataa ukweli wake kwa sababu ya hofu ya mwanadamu. Watu wanaogopa binadamu Anasema oi, nitatupwa nje ya madhabahu, oi, nitatupwa nje na familia yangu, oi, biashara yangu itaanguka. Ndio maana hataki kukiri Yesu ingawa ukweli umefanya nini mbele yake? Ukweli umeonekana waziwazi mbele yake, anachagua kuogopa mwanadamu zaidi ya kumwogopa Mungu Mwenyezi aliyeumba mbingu na dunia. Mara ya pili wakamwita yule aliyekuwa kipofu, nao wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunafahamu kwamba mtu huyu aliyekuponya ni mwenye dhambi. Wamebaki hapa watu waamini Yesu ametoka kwa Mungu, wanasema hapana, ni mwenye dhambi. Akawajibu, mimi sijui kama ni mwenye dhambi Jambo moja ninajua, na hilo kitu mimi ninajua, nilikuwa kipofu sasa ninaona. Nilikuwa kipofu sasa ninaona. Wakamuuliza, alikufanyia nini? Alikufunua je macho yako? Akawajibu, nishawaambia na hamtaki kunisikia. Mbona mnataka kunisikia tena? Kwani nyinyi pia mnataka kuwa wanafunzi wake hata nini, mnataka ja kuwa wanafunzi wake? Kwa sababu nimewaambia, amtaki kuamini. Nimewaambia tena na tena, amtaki kunisikia. Kwa nini mimi mnataka sasa niwaambie? Si nimewaambia kitu mimi najua. Wakakasirika sana walipoambiwa hiyo, wakamwambia wewe ndio mwanafunzi wake sisi ndio wanafunzi wa Musa. Tunajua kwamba Mungu alisema na Musa, lakini kwa habari ya mtu huyu hatujui anakotoka. Ule mtu akajibu, hili ni jambo la ajabu sana, amji ambaye ametoka wapi, naye amenifungua macho yangu. Tunajua ya kuwa Mungu yama hasikilizi wenye dhambi, lakini anasikiliza wale wanaomcha na kumtii. Tangu zamani ushasikia mtu kipofu amefunguliwa wamefunguliwa macho? Kama mtu huyo kutoka kwa Mungu ameweza hata kunifunua macho, macho. haizikona kitu. Watamjibu, wewe hey, ulizaliwa katika dhambi wewe, na unataka kutufundisha? Toka hapa toka hey, hapa hey. ee Tunaona roho ya wale ambao wanampinga Yesu jinsi ambavyo ilivyo kutoka kitambo hadi siku ya leo, leo. Tunaiona waziwazi. Wale wote wanaompinga Yesu picha yao, wasifikiri wao ati ni werevu sana, wasifikiri ati wao wana hekima, wasifikiri wanaanzisha jambo jipya, picha yao iko hapa kwenye tukulia hata Ukristo, hata ukweli ukisimama mbele yake, hawezi kubali. Hata kipofu afunuliwe macho mbele yake, hawezi kubali. Hata yule ambaye alikuwa kiwete aponywe mbele yake, hawezi kubali. Hata mfu atolewe kwenye kaburi na aone, hawezi kubali. Hata anapenda dhambi yake anataka kushikilia njia zake, anataka kushikilia mfano wake. Lakini kusikia ati lazima mwana wa Mungu ape kwa ajili yake hawezi taka, hawezi kubali. Hata angemwona mwana wa Mungu katika utukufu wake hawezi kubali. Lakini bado wataona, bado wataona mwana wa Mungu katika utukufu wake. Kakaangu, dada yangu, tunakuletea habari ya Yesu siku ya leo, tukikwambia kwamba yeye ni yule anayeponya, anayeponya vipofu, anayeponya wenye ukoma. Je, wewe una mzigo wa ukoma? Je, wewe una mzigo wa dhambi? Je, wewe una mzigo ambao umeshindwa kuosha kwa kusali na kufunga? Je, una mzigo ambao umeshindwa kujisafisha wewe mwenyewe? Nakuhubiria yule ambaye alishuka toka mbinguni akuoshe kwa damu yako. Nakuhubiria yule aliyeshuka toka mbinguni akukomboe, akukomboe alipe aku bei ya dhambi yako akuokoe, akutakase, akufanye uwe mwana wa Mungu, akufanye ukuwe adopted kwa familia ya Mungu, akufanye hivyo. Ndio maana alishuka, ndio maana alishuka, ndio maana alikufa. Na ndio maana hadi siku ya leo anatuma watu wake waende wahubiri kuhusu jina lake ili akomboe na kuhakikishia. Mungu hajatutuma hapa atakuhukumu watu, lakini yule anayemkataa hakika hatahukumiwa. Tumetumwa hapa kwa ajili ya watu kuokolewa, tumetumwa hapa kwa ajili ya watu kukombolewa tumetumwa hapa kwa ajili ya watu kupata kunusuriwa kutoka ile kifo ambayo wanaenda kumezwa nao, ndio maana tumetumwa kakangu. Hatujajituma hapa, hatujajitafutia ujasiri, hatujalipwa na yeyote, na sisi si wapumbavu. Na kama unatuona sisi ni wapumbavu, kakangu, tunakuwa wapumbavu ili wewe uokoke kama unaona kwamba tumechizi, kama tumepoteza akili zetu, wacha tupoteze akili zetu, lakini wewe mjue Yesu. Wacha sisi tuchanganyikiwe, lakini usikufe kaka yangu, usikufe dada yangu. Mbona ukufe? Mbona mkatae Yesu? Mbona ukatai kuoshwa Mbona ukatai kukombolewa? Mbona ukatai kusafishwa? Mbona ukatai kutakaswa kwa damu? Mbona ukatai kufanya mtu mpya? Mbona upotee kwenye moto wa milele? Mbona ukae chini ya hasira ya Bwana? Kwani nafikiria ni furaha yetu tu. Hatujakuja hapa kujionyesha werevu. Tumekuja hapa kwa sababu watu wanakufa. Tunakuja hapa, hapa kwa sababu watu wanakufa katika dhambi zao. Tunakuja hapa kwa sababu watu wanatupotea katika dhambi zao, na kuna yule ambaye anafungua mikovu macho, na kuna yule ambaye ananyamazisha bahari. Kuna yule ambaye anaweza kunyamazisha hiyo hasira hiyo, hiyo dhambi ya hiyo bahari ya dhambi, hayo mapepo yanayokutatiza

na kulilia na kusihi upatanishwe na Mungu. Njia imefunguliwa, njia iko wazi, na iko pale Kalvari, na ni mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba umpokee okay. Naomba umwamini, naomba ujepwake wawela siku ya leo. Mungu Baba Mwenyezi, asante sana kwa neno lako. Asante sana Mungu Baba kwa ilo kazi ambayo umefanya asante sana Mungu Baba kwa sababu ya kutuma mwana wako wa pekee aje ako kwa ajili yetu Mungu Baba, neema hii hayatungeweza kuifaa. Hii si neema ambayo tulinunua na kufunga, hii si neema ambayo tulinunua na kusali, Mungu wangu, lakini ni wewe ulitujalia hii neema, ni wewe ulitupenda na e, ni wewe ulitujalia katika upendo wako Mungu Baba, kutupa mwana wako wa pekee, na tunakupa shukrani na sifa kwa sababu ya upendo wako. Na Mungu Baba, asante sana kwa kutujalia kwa vyombo vyako vya vio wokovu wa wengi Mungu Baba, na tumekuja hapa katika kukuamini na Mungu Baba, katika ile nguvu ambayo umetupa Mungu wangu, na tunaomba Mungu Baba kwamba wale wote ambao wamepata kusikia kuhusu habari nzuri ya mwana wako watapata kumjua na watapata kumwona, na hatapata kujifunua kwao Mungu Baba, kulingana na mapenzi yako ee Baba yangu Usiwe umetutuma hapa bure, usiwe umetutuma hapa Mungu Baba, kama vyombo vya hukumu. Baba yangu, onyesha kwamba wewe ni Baba, onyesha kwamba wewe ni Mungu wa miungu, na hakuna wa kuabudiwa ila wewe. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, amen.